yangu kuniita huku. Shoga yangu safi. Yaani mambo safi kama unavyoyaona. Upo, unaona kigoma kiko wanjani? Sina hata mia. Ina maana wale chama waliweza kupiga ngoma wanataka nini? Wanataka pesa. Upo. Nimeuka, eh, kwa hiyo mimi nimekaa nimefikiria nikaona hata eh, mimi siwezi kuwa mpumbavu. Kwa hiyo sasa, cha kufanya leo, kila shoga yako alokula chakwangu kwangu mimi, ile timu tatu ubuyu ile, sasa nataka ule ubuyu ukafanyaje, ukaliwe vizuri, kila alokula changu shoga yangu, naomba kunikusanyia watu wako wote waniletee Haya bibi, wewe birthday yako imepita, Albaini ya mtoto wa mdogo wako imepita, aya shughuli ya nini? Yani, unapenda mambo wewe. <coughs> shoga yangu, wazo ipata usiku, nimelala nikababu, nikafikiria, nikasema hapana, nimeshaolewa, sina ndugu, sina jamaa, sija rafiki mimi, vitu vyangu nitavipataje? Nitavipataje shoga yangu? Kwa hiyo sasa kama unataka kujua hii ni surprise shoga yangu, niletee watu wako, kanikusanyia watu wako, niletee. Jambo liko uwanjani, nitakuja <todulia> kujua kila kitu. Ulimwambia naye mtu kiumbe na roho yake, jambo limeisha. Kama unavyonijua timtatuubuyu, sina baya, sijarogwa, mambo lele lele, jambo limeisha shoga yangu. Mimi najua kabisa kwa kwani kwa, sijakosea, sijakosea kabisa, na ndio maana nikakuchagua wewe uwe wa <todulia> e! Wataji beba huu, ndugu wangu, na nakuangushaje? O, ndugu wangu kwenye shida na jambo e, nalo na natamba nalo, tuondoke tukachezekia na ukatamba nalo vizuri. Na watu wa mtaa huu. Ina maana yule alikuwa ajui kama anatembea na mama yake mzazi <laughs> dada tulia, mwenyewe ndo kashaamua kula kuku na mayai yake. Wewe nani upinge? Kwa hiyo hawa watu wa mtaa huu wote wameshajua. Shoga wangu, utakuja kusutwa wewe na uo mdomo wako. Hey, sasa mimi uko kusutwa ndo nakupenda, na ili swala lazima nilivalie njuga. Kama unavyonijua, ili swala nalivalia njuga, udugu wangu, kama manati nampiga ndege <laughs> Shoga yangu, mambo ya madam shi huko nyinyi, mpaka saa hizi mmekaa hapa mnafanya nini kwanza? Wewe na vipi na Jumatatu yote hii? Kijua kinawaka upo huko hai hai na vigelegele. Kuna nini tena? Bibi we, sisi hatuna Jumatatu, hatuna Jumamosi wala Jumapili. Tukiamua kukiamsha hapa mtaani kama unavyojua. Mambo kwa Maija huko kumedamshi, shoga yangu, fanya kama unaona. Maija? Sasa mnachoshangaa nini, kitu gani? Nyi Maija mumjui? Maija huko kumedamshi nakwambia, kwa watu wanamwaga radhi. Hebu hata tusubiri kwanza. Huyo Maija na kitu gani? Kwa sababu sijawahi kusikia kama kuna mwali, sijawahi kusikia kama anaozesha, sijawahi kusikia kitu chochote. Leo hiyo nasema mambo yale kwa Maija kuna nini? Bibi we, mambo tenda kuyajua huko. Kijola ndiye mtoto wa hela kununua mama Nyangayonga, la kununua vijola na hatuna kavaeni, tondokeni, endeni jamani, mnakosa jamani, jamani, huko kama naona eh? Mimi nilikuwa kule nafanya starehe ya kwanza duniani, nikasikia tu hapa mnazungumza zungumza. Mke wangu safari yao wapi? Mume wangu mambo kwa Maija Kigoma kipo uwanjani, watu wanamwagarazi na nikupashe kabisa, ratiba ya kula mchana leo hapa haipo. Ilo tumbo lako uliandaye kwenda kula kule chakula cha mchana na cha usiku, ile pesa yako ya mezanilo nnda kuilipia kikoba sasa hilo sio tatizo. Yaani mlugu unangoma sio tatizo mambo ya kudunga. <laughs> Yaani, si tunafunga nyumba hata kitaka tukae siku mbili kwake. Hiyo haina shida. <laughs> Tukabadilisha. Huyu mwanamke na mimi mwanamke. Haya, wewe wapi na huo msuli wako unataka kuingia ndani? Jishikilie mwanaume. Jamani, fanyeni haraka tunachelewa, jamani. Hebu twende shamba tukabadi. Jamani, kikigoma sio kakodi shapi, maana yule bonge anajua kupiga, nakwambia kuambia ni umutu. Fanya haraka tondoke, Zawadi. Mimi takuacha bwana ukichelewa. <laughs> Bwana fanya ni haraka <laughs> Yaani, u wanatuchelewesha huko, alipoenda si ukaenda wapi tena, mwisho kigoma kizimwe huko ah, yaani hmm. mimi hapa natamani kupaa, naona kama ananichelewesha wewe, acha tusiwo nafanya nini? <laughs> Yaani mama bora hata umekuja, maana kwanza umetoweka hapa, umeondoka sijui masaa mangapi, tena ni yako kigoma kizimu uko tushinde kwenda tena, aishoga gangu, kama unavyomjua huy kama bibi kizee, kaingia huko katoka, kaingia huko katoka, mi namwambia tunachelewa, tutakuta kigoma huko kishaisha. Wewe ayay tena hai, kijora nini kutuchelewesha? Mmetuvalisha vijola hapa, tumekaa tu wasubiri nyie tena. Haya, ili likijola nini, naona wote hapa tushatimie hicho kijolacho nilomtegemea huko, nijua nitamkuta kwa utondoke nacho huko, tunaweza tukamkuta huko tukampa. Hebu kwanza tuendeni, ngoma itazima huko. Eh, mimi nishaona mwisho kigoma kisimu ya sikia, nikwambie kile tatizo lako wewe, maneno mengi, alafu vitendo zile kunipakia siku moja tu, toa hela nisha kwambia doli kwangu, mela sio shida, shida ni wewe tu. Kama uamini twende loji uone azisikia nikwambia mpaka tuende roji huko kote mbali. hiyo hela ya roji hiyo nipe mini, alafu mi naitende nyumbani kwangu boda boda yangu. boda, boda, yangu. Kumbe mnatakana nisikilize. Zawadi, hata kama tukiwa tunatakana, kwani inakuhusu nini? Hmm. Haya, na wewe mpaka saizi uko hapa hujui kama kwa bondeni kuna shughuli shughuli mama mwenye nyumba yako, kama unavyotuona hivi, tupo lele lele hapa, tunaenda bondeni. Shogangu Kigoma huko kimedam shile mbaya. Mbona mimi sina taarifa hiyo? Ndio tunakwambia, hebu mpege hilo jola kwanza. Mbona sielewi jamani? hapo cha msingi hapo, chukua barabara nyingine, mimi naenda kwenye Kigoma kaye, chukua nyingine wewe, weye baadaye, mimi nitakufuata, nipige simu, nakufuata Lipengi, su, hapo Kelele bwana, tuongelea Kiswahili, atukuelewi. Mama mshuguli, ana jambo lake, ndio na jambo langu. Jamani, jamani, shughuli pambe, sio pambe mama shuhuli jamani, hakuna chizi shuhuli. Kata uzi wangu ni kate uzi wako, njua kwangu nije kwako, kwa mpo, timtatubuyu mpo. Jamani, sasa jambo liko hivi, naona mna hamu mna wahasha, wahasha kujua shida ni nini, si ndiyo? Ndiyo. Jamani, alokula changu atarudisha, anajua nimempaka bati, anajua nimemtuza sofa, anajua mama nimempasa bufa, kuna moja nimeenda kumchukulia TV mama inchi themanini na sita Upo? Hebu subiri kwanza udugu wangu, maana kwenye ndoa yangu umenitunza kabati, mama, umenitunza dressing table, godoro, kitanda mpaka flati ambayo nilikuwa sina, lakini cha kushangaza wewe umeshaolewa. Sasa hiki kigoma kinachochezeka pale uwanjani cha nani? Kumbe unataka kujua? Msiwe na shida jamani, mtajua. Sawa mazali, jambo liko uwanjani, kila kitu kitajulikana. mpo au kula changu mama, kitahitajika hapa jamani, na mzazi ndani. Kuku wangu ametaga! ah! ah! kucheza kote uh. uh. uh. <laughs> unachoshangaa kitu gani eh? Kwa hiyo kuku hana haki? Kuku wangu nampenda, na ndio maana nimeamua kumfanyia sherehe baada ya kutaga. We unachoshangaa ni nini? kitu gani unashangaa ha? Dada una haya wewe. Mimi sina haya. Nisikilize nikwambie wasiokuwa na haya wana mtaa wao na wanamjua lakini sio mimi. Mimi haya ninazo na natembea nazo sio na niko vizuri. Umenielewa eh? Alo kula changu atarudisha. Usinifanye kama sina haya ili alo kula changu asinirudishie. Hii shuhudi ni ya kwangu na ninatamba nayo. Mambo lele lele mambo hai hai shoga yangu. Naomba nisindikize ndani nikamtoe mwali wangu nje mzazi. Imeisha hiyo jamani udugu wangu natamba nao. Nipe vitu jamani. Ah!

Kataga inaingia kilini. Sasa wewe, kinachokuuma kitu gani? Eh, tuchezeni ngoma tumwage radhi ya haya. Mimi na amu ya ngoma ngoma, nijua mwazani, ah. Asa, nacho, nitua, ah, kumbewe, sasa unachonitoa kitu gani? Ah, sasa tukumbe wewe, simiche sasa hapa kidoa malapa kichezeke hapa ha, mguu kwa mguu, twende nyumbani. Ili jambo haliishi mpaka iishe, twende nyumbani tuliongea jambo liishe. Bibi wewe, nitakukutana ni nyumbani. Mimi hapa singoki mpaka ngoma iishe. Huyu anatania huyu, eh, hapo nyumbani, jamani. Oh, Tabia gani eh? Mtu shughuli, mtu mnanijua kabisa mimi mama ngoma, lakini ah, yani nyasa mnaboa nini wewe. Tena usijikuta una mdomo mrefu kama mpuliza matarumbeta kwa sababu wewe ndio umetoka huko ulipotoka, umekuja hapo umetukuta na stare zetu, ukatwambia oh, kuna shughuli. Kumbe shughuli yenyewe kuku kataga! Kwanza tangu mimi nimezaliwa, sijawahi kuona eti mtu kukwake ametaga ameweka sherehe ndo kwanza leo. Kama alikuwa anataka vitu hapa kaubu na mama sawa, kanitunza mimi sti, nikatoa kabati langu dressing table, kitanda, eti naenda kumpa kuku hii? Ainiingia kilini, mtanisamehe kwa kweli. Huo ubabaifu, muna ubabaifu! Ndugu zangu, ukijua kupokea ujue na kutoa eh? Mmepokea vitu vyetu kwa mikono miwili, mlikuwa mnachekelea tu, kulipa mulipe fadhila. Huo ubabaifu. We, bibi mlipe. We, njota, lazima mbele kuna utelezi. Tena nenda kamkanye ule udugu wako, ziki zitamrudisha kijijini. Vikoba vitamuua maana yule kuku sijui ndo kapoa na mganga kuku sijui ndo ilizi sijui ndo likamba ile kwanza, kumwanya kwanza kumnunua sokoni kwa, kwa shilingi elfu kumi. Leo hii mimi zawadi eti niende kumpa godoro kuku, ha! Haingiki ukweni wala kiumeni, ndugu yangu upo, siwezi kutoa godoro langu eti kumpa kuku aende kulalia ile alinyea. Au jamani, hata vitabu vya dini vinasema ya Kaisari mwachie Kaisari, ya Mungu mwachie Mungu. Shughuli yake yeye, kaita kigoma kalitae. Nyinyi kitu gani kinachoakeleketa kama sio ubabaifu? na ubabai wewe kwanza unashinda hata kujiongeza. Tangu lini maija akafuga kuku? wewe ushangai! na hapa hakuna kunyanyua mguu, yaani kule lazima ngoma yake acheze na kuku wake na mayai yake. Hapa tatu mguu bandui, yaani hapa lazima ajue timu tatu, ugwadu tumemsungu, hakuna mbuzi yote kwenda tena pale kwenye kila kigoma kukanyaga sijui. <laughs> Umenielewa? hamna kwenda mtu. Yaani mnamaanisha nisiondoke, nikae hapa hapa chini, hey yote tisa, nipeni hivyo vijola, nifate vijola vingine ngomani nivieke. Manake nawajua wasichana mtau, mtaanza kuvibuta hivyo vikolea homo vishindike hata kuvalika baadaye. Na naombeni hivyo vijola, koma tatu, hapa mguu bandui, kumbe wee geresha yako ndo uende tena kule kwenye kigoma kwa ajili ya vijola. Ndugu yangu hapa umechina, upo sisi hapa, vijola tunakugaia, lakini wee kubandua mguu wako uende tena kula kwenda kukicheza kigoma, sahau sa, usijifanye mjanja, kaa kungulo yupo wangani na kupiga mbizi koma kwanza hivi vijola kati tunakupa hela uende ukavinunue tuliko tunakugeia. Maanake kila shughuli tukivaa vijola vyetu, unavichukua dada wewe, uonekana tajiri wa vijola kwa kabatini kwako. Au dada, tafadhali, hivi sasa hivi vitabaki hivyo vijola. Mtanipa mnipe vijola, tunakupa lakini, kwenye ngoma uende, tunakupa na kubaki, unabaki amani ndani, mimi nitakaa hapa nje n